Mimi nataka kuelewa ili nitoe mwongozo vizuri wa majibu hapa, namna serikali ijibu haya majibu. Ambayo serikali mmetoa ni kwamba ndio kesi zilizopo, ama idadi ni hii aliyotaja Mheshimiwa Mpina na kiasi cha pesa ni hiki alichotaja Mheshimiwa Mpina, Mheshimiwa Spika, pana, pana tofauti ile, ile kesi kubwa aliyoiongelea trilioni 360 ni ya upande wa makinikia hii ya mashauri ambayo yanaenda kwenye trilioni nne ni, ni, ni, ni ya mashauri ya kesi ya, ya, ya, ya zingine ambazo ziko TRAB na trati ambazo ndo serikali inaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya nyingine. Kwa hiyo pana mambo ya aina mbili, na lingine limeongezeka lile, ya, ya yale yasiyo ya kesi ya, ya, ya na lile ni la tatu, yameunganishwa pamoja Sawa, Hine sasa ili, ili tuende vizuri. Ili tuende vizuri kwa sababu swali la mheshimiwa Mpina lilikuwa mahususi, linataka linauliza hivi je, ni kwa nini kesi 1097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamuliwa mpaka sasa? Ndio swali lake. Jibu la serikali linazungumzia mashauri 400 854 uh, na thamani, bi, uh, trilioni 4.21 na, na pia dola za Kimarekani zinazotajwa hapa ni tofauti na alizoziuliza mheshimiwa Mpina. Kwa hivyo ni dhahiri ngoja, ngoja nitoe, nitoe fursa. Mimi natoa fursa hili swali likajibiwe, yeye Mpina anavyotaka majibu yani, mjibuni kwa hizo bilioni na matrilioni aliyoyasema kama yeye hayuko sahihi, ndio swali langu lilikuwa hapo, ili mimi nielekeze vizuri hapa mbele. Lakini kama unasema alichokiuliza, alicho kipo basi, mjibuni majibu yake anayoyataka, ya kwa sababu hayo majibu siyo ya swali lake. mwisho bunge hebu waziri mheshimiwa labda sasa atakuwa ameelewa tofauti. Mheshimiwa Spika, trilioni 360 haziko kwenye TRAB na TRAT. Ni kitu tofauti. Hazipo kwenye nini? Kwenye TRAB na TRAT. Ndio nini? Hazipo kwenye... Hazipo kwenye nini? Mimi sielewi maana yake nini. trilioni 360 hazipo kwenye mashauri haya ya, ya, ya, ya kikodi ya, ya, ya, ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya trabu na trat. Kwa hiyo minimi... hayapo kwenye rufaa za kikodi wala hazipo kwenye tribuno ya kikodi.